Yes, Israeli yashambulia uwanja wa ndege wa Sanaa lakini pia ana maeneo muhimu kabisa e, kutokea kule nchini Yemen. Machafuko hayo yamekuwa yakiendelea ya siku za hivi karibuni lakini pia kumekuwa kuna matokeo tofauti tofauti ambayo pia yanakuwa yanatokea huko. Sasa ndege za kivita za Israeli zinasaidia e, ambazo zikisaidiwa na Wamarekani ambapo taarifa hizo zinaripotiwa kwamba hizo ndege zinasapotiwa na Marekani. Sasa zimeweza kuanzisha mashambulizi makubwa katika mji mkuu wa Yemen au katika uwanja huo ambao unafahamika kwa jina Sanaa. Pia ziliweza kushambulia uwanja wa ndege wa kimataifa, ziliharibu barabara, lakini pia e, zile barabara za kurukia ndege, tunaweza tukasema yes, kutokea pale ya porti, lakini pia maeneo ya kukaa abiria au pale abiria ambao wanakuwa wanasubiri kuweza kupanda ndege, maeneo yale yote, yote aliweza kuharibiwa, lakini pia na ndege kadhaa za kiraia kuweza kuharibiwa ambazo zilikuwa pale uwanjani. Sasa uwanja huo wa ndege e, sasa unadaiwa kuwa e, umeharibiwa karibu kabisa e, na e, baada ya machafuko yote kuweza kutokea uwanja umekuwa ni tingalitingali naweza kusema, umesha chafukwa chafukwa e, haufai kabisa. Sasa malengo mengine ya mashambulizi ni pamoja na kituo e, cha umeme kituo cha ki, umeme cha Dahaban kilichopo Ban Al Harith, kituo kikuu cha, kilichopo eh, kikuu cha umeme cha mji eh, na kiwanda kikubwa cha saruji. Sasa mara baada ya machafuko hayo kuweza kutokea katika uwanja huo wa ndege wa Sanaa, pia malengo yao mengine ni katika eh, viwanda lakini pia masuala, mazima katika sehemu zile za vituo vya kuzalisha umeme, tunaweza tukasema ambacho, kinafahamika kwa jina la eh, Dahaban ambacho, ambacho kinapatikana huko eh, Ban Al Harith lakini pia na vitu vingine